Mtakatifu Vincenti wa Paulo alikuwa padri kutoka Ufaransa aliyefanya mageuzi makuu ndani ya Kanisa. Alitamani maisha ya starehe na heshima, lakini baada ya kupitia changamoto na kuguswa na mateso ya watu maskini, moyo wake ulibadilika kabisa. Vincenti alijitolea kusaidia wagonjwa, yatima na wafungwa. Alianzisha mashirika ya kitawa ikiwemo Wamisionari wa Vincent na Madada wa Huruma kwa kushirikiana na Mtakatifu Luisa de Marillac ili kueneza huduma za elimu, afya na matunzo ya maskini. Zaidi ya hayo, alihimiza malezi bora kwa mapadre, akianzisha seminari na kutoa mafunzo ili kuhakikisha wachungaji wanakuwa waaminifu kwa kanisa na wenye upendo wa kichungaji. Leo anaheshimiwa kama msimamizi wa mashirika ya hisani na kazi za huruma na mfano bora wa kuishi upendo wa Kristo kwa maskini na wahitaji.